Naam, turejee pwani ambapo katika juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya wavuvi, wenyeji na wale wa jamii ya Kipemba katika eneo la Mnarani, kaunti ya Kilifi, serikali kupitia kamati ya usalama wa eneo hilo na washikadau mbalimbali imeandaa kikao cha amani. Haya yanajiri baada ya mvuvi mmoja kuuawa na kutupwa baharini majuma mawili yaliyopita kutokana na mzozo wa samaki, tukio lilozua mihemko kati ya jamii ya Kimijikenda na ile ya Wapemba. Wavuvi wa eneo hilo wamelalamikia kudorora kwa usalama baada ya kisa hicho kutokea, na wameitaka serikali kuwekeza zaidi katika sekta ya uvuvi na kuweka sheria zitakazowasaidia kwani, kulingana nao, baadhi ya sheria zilizopo zinawakandamiza. <laughs> Yeah, mimi sijui Mpemba na sijui Mungiriama na sijui Muukauma, najua wananchi. Nikikuja nikipigana na huyu ni ni jamaa tuumisane. Tafadhali sichukuliwe, kama sasa Wakamba wameamkia Wangiriama, wacha mimi nishikwe nichukuliwe hatua kama mkosaji kama kriminal. Kwa nini hatujaenda kwa bahari, iko mzozo? Msoso umeletwa na nani? Na sisi wenyewe kwa wenyewe, kwa nini hatuwezi kutatua huo msoso ili maisha yetu ya baharini yaendelee? Kila siku kila siku, serikali iko pale imetulia, na sisi ndio wananchi wa hii Kenya. Ikiwa sisi tunaongea na watu sikizi. Na mpaka hivi sasa tumeweza kuandikisha taarifa ya vijana 25 tan eh, kati ya vijana 31 manake boti ya kwanza ambayo ile ili ilisemekana ilishika samaki ilikuwa na vijana kumi na saba, hii nyingine ilikuwa na vijana kumi na nne.